Tesla imekumbwa na anguko kubwa la mauzo katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ikiwa ni mara ya kwanza kushuhudia kushuka kwa asilimia 13 ya mauzo ya magari yake, kiwango cha chini zaidi katika historia ya kampuni hiyo. Kampuni hiyo imetangaza Jumatano hii kuwa imeweza kusambaza magari 336,681, idadi iliyopungua kwa magari 50,000 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Anguko hili limekuja huku kukiwa na kupungua kwa uhitaji wa magari ya umeme ya Tesla kufuatia maandamano dhidi ya mwenyekiti mtendaji Elon Musk na sera za utawala wa Rais Donald Trump. Pia kumekuwa na visa vya uharibifu wa vituo vya kuchajia magari ya Tesla na baadhi ya magari, jambo linaloaminika kuwakatisha tamaa wanunuzi wapya. Ingawa taarifa ya mauzo ya Tesla haikugusia moja kwa moja maandamano hayo, ilieleza kuwa uzalishaji wa magari ya Model Y ulisitishwa kwa muda katika viwanda vyote vinne wakati wa maboresho ya mfano huo, jambo lililoathiri upatikanaji wa magari. Hali hiyo imesababisha hisa za Tesla kushuka kwa asilimia mbili Jumatano asubuhi baada ya kuporomoka kwa kasi katika soko la kabla ya kufunguliwa. Wachambuzi wameeleza kuwa tabia na kauli za Musk hasa katika mitandao ya kijamii na nafasi yake serikalini zimeathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya Tesla. Dan Ives wa Wedbush Security aliambia CNN, robo ya kwanza ilikuwa mbaya kuliko tulivyotarajia, hii ni ishara ya uharibifu ambao Musk anaisababisha Tesla, hii ni saa ya ukweli kwa Musk kupambana na mgogoro huu wa chapa. Utafiti wa CNN mwezi uliopita ulibaini kuwa asilimia 53 wa Marekani wanamwona Musk kwa mtazamo hasi. Hali hiyo imeathiri soko la Tesla hasa kwa ununuzi wanaojitambulisha kama wahafidhina wa mazingira ambao ndio walengwa wakuu wa magari ya umeme. Utafiti mwingine wa Morning Consult Februari 2025 ulionyesha kuwa asilimia 32 ya Wamarekani hawatazingatia kununua Tesla ikilinganishwa na asilimia 27 mwaka jana na asilimia 17 mwaka 2021. Katika majimbo yanayounga mkono chama cha Democratic yani blue states, uaminifu wa wateja kwa Tesla ulipungua kutoka asilimia 72 hadi 65. Wakati huo huo, katika majimbo ya Republican red state, wateja waliorejea kununua tesla waliongezeka kidogo kutoka asilimia 47.6 hadi 48.2. Tesla haijatoa takwimu rasmi za mauzo kwa kila soko, lakini mauzo ya Ulaya yameshuka kwa asilimia 49 katika miezi miwili ya mwanzo wa mwaka huu, hata kama mauzo ya magari ya umeme kwa ujumla yalikuwa kwa asilimia 28. upinzani dhidi ya Musk barani Ulaya hasa kutokana na kuunga mkono vyama vya siasa za mrengo wa kulia umechangia hali hiyo. Katika soko la China, soko la pili kwa Tesla baada ya Marekani, ushindani mkali kutoka kwa kampuni ya BYD umepunguza zaidi nafasi ya Tesla. BYD iliuza zaidi ya magari laki nne na elfu kumi na sita ya umeme robo hii, ikiwa ni ongezeko la asilimia 39 kutoka mwaka jana na kuivuka tena Tesla kama muuzaji mkubwa zaidi wa magari ya umeme duniani. Tesla kwa sasa iko hatarini kupoteza nafasi yake kama kampuni inayoongoza kimataifa kwa mauzo ya magari ya umeme ifikapo mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, licha ya ushindani mkubwa wa kimataifa, BYD na kampuni nyingine nyingi za magari kutoka China bado hazijafanikiwa kuingia soko la Marekani, angalau kwa sasa. Audio series za kusisimua, Makala za ulimwengu, Siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina,